Sikiliza kwa makini. Watu hawakudharau kwa sababu ya kujiamini kwao. Wanakudharau kwa sababu unaruhusu. Sio kwa uelewa, sio kwa makusudi, bali kwa tabia yako, kupitia kile unachovumilia, kupitia kile unachokifukuzia, kupitia kile unachokiruhusu, kupitia kile unachokielezea. Kudharau sio kitu ambacho watu wakufanyia ni kitu wanachokipima na kila mara unapoitikia kihisia, unapojielezea kupita kiasi, unapovumilia kutendewa vibaya, au kujaribu kuthibitisha thamani yako, unawafundisha watu jinsi ya kukutendea. Usiogope, video hii itakupa mabadiliko. Nitakuonyesha mambo matano ya kufanya, japo mara moja na utaona jinsi watu watakavyoacha upesi kukudharau, si kwa sababu umekuwa mkali, si kwa sababu umepiga kelele, bali ni kwa sababu umekataa kuyumbishwa, na watu wasioyumbishwa hawadharauliwi. Namba moja: acha kuitikia dharau. Dharau ulishwa na mwitikio. Narudia, dharau huwezeshwa na mwitikio wako wa kihisia. Mtu anapokudharau na wewe ukawa na hasira au ukaanza kujitetea au ukaanza kubishana naye au ukajaribu kumsahihisha au ukajaribu kujielezea, unampa kile anachokitaka, udhibiti juu ya hali yako ya kihisia. Na hicho ndicho anachokitaka, sio tusi, sio kauli, sio tabia. Furaha yake ni kuona anaweza kukusogeza. Mara tu mtu anapogundua anaweza kukusogeza kihisia, anaacha kukuona kama mtu thabiti. Anaanza kukuona kama mwenye kuitikia, anayetabirika, anayedhibitika. Na watu hawamheshimu yule wanayeweza kumdhibiti kihisia. Watu wenye nguvu hawapigi kelele, wao ni wasioyumbishwa. Hawampi ushindi anayewadharau, hawafukuzii neno la mwisho hawakimbilii kubishana ili kujithibitisha wako sahihi. Wanatumia nguvu ya ukimya, wanaruhusu ukimya kufanya kazi, wanaruhusu utulivu kufichua udhaifu wa mtu mwingine, kwa sababu mtu anayekudharau kwa kawaida hajiamini ndani, anatafuta nguvu, na hakuna kitu kitakachomnyima amani haraka kama wewe kumpuuza. Ukimya sio udhaifu, ukimya ni utawala unaotumiwa kwa usahihi unapoacha kuitikia, mambo mawili hutokea: moja, kudharau hupoteza malipo yake. Pili, mtu ama anaacha au anajifunua zaidi. Kwa vyovyote vile unashinda. Namba mbili: acha kupatikana kirahisi. Upatikanaji huua thamani. Narudia, Upatikanaji huua thamani. Kadri unavyopatikana kirahisi, ndivyo jinsi unavyochukuliwa kwa uzito mdogo. Ikiwa watu wanaweza kukukatiza wakati wowote, kudai umakini wako wakati wowote, kukutumia ujumbe na kutarajia majibu ya haraka, kuvuka mipaka yako bila matokeo, basi bila kujua, wanakuweka chini yao katika ngazi ya kijamii. Sio kwa sababu wanakuchukia, bali ni kwa sababu tabia yako inawafundisha kufanya hivyo. Watu wa hadhi ya juu hawapatikani kila wakati. Wao ni wachaguzi, sio wakorofi, sio wapole. Wachaguzi wanajibu wanapotaka. Wao wanashirikiana inapokuwa na maana, hawarukii mambo. Mtu anapojua haupatikani kirahisi anachukulia mawasiliano na wewe kama yenye thamani, sio ya kutupwa. Uhaba huunda heshima. Sio uhaba wa bandia, sio michezo ya kupotea, sio udanganyifu, lakini vipaumbele halisi, maisha ambayo hayazunguki mahitaji ya watu wengine. Unapojenga maisha yanayojali kwako, watu huvutiwa na wewe, na mvuto huamuru heshima. Namba tatu. Acha kukubali kutendewa vibaya. Kila mara unapovumilia dharau, unawafundisha watu kurudia kukudharau. Huo sio uvumilivu, huo sio wema, huo sio utu uzima, huko ni kuwaruhusu, na kuruhusu kunaalika dharau zaidi. Mipaka sio fujo, ni ufafanuzi. Inawaambia watu hivi ndivyo ninavyofanya kazi. Hakuna hasira, hakuna drama, hakuna hotuba ndefu. Ni matokeo. Hupigi kelele kwa mtu anayekudharau, unaondoa ufikiaji, unapunguza ukaribu, unapunguza upatikanaji, unaondoa ushiriki, kwa sababu mpaka wenye nguvu zaidi sio onyo, ni mabadiliko ya tabia. Mtu anapovuka mstari wako, humfukuzi arudi ya ndani yake unamruhusu aone maisha bila wewe yapoje, na watu wengi huisi upotevu huo upesi. Na hapo ndipo heshima huonekana, sio unapoiomba bali ni pale kutokuwepo kwako kunapounda tofauti. Namba nne: acha kujithibitisha. Kadri unavyojaribu kuthibitisha thamani yako ndivyo unavyoashiria huna. Weka hilo moyoni mwako Huhitaji kumshawishi mtu yeyote kuwa una umuhimu. Hiyo ni tabia ya mtu asiye na uhakika wa thamani yake. Watu wenye nguvu hawajielezei ili kupata heshima. Wanasonga, wanachukua hatua, wanaishi kwa namna inayofanya maelezo yasiyo ya lazima. Unapoacha kujaribu kujithibitisha, unaacha kushiriki kupita kiasi, unaacha kuhalalisha maamuzi yako, unaacha kutetea mipaka yako unaacha kueleza kwa nini unastahili heshima. Unaitegemea tu, na matarajio yana nguvu. Watu huakisi kiwango cha uhakika ulicho nacho ndani yako. Ukijitenda kama wewe ni wa hiari, utatendewa kama wa hiari. Ukijitenda kama wewe ni thabiti, mwenye msingi na mchaguzi, watu huinuka na kufikia kiwango hicho. Namba tano. Kuwa asiyeyumbishwa ndani hii ndiyo kiini. Kama thamani yako binafsi inategemea idhini ya watu wengine, mwitikio wao, uthibitisho wao, makubaliano yao, basi wewe upo katika hatari. Asiyeyumbishwa haimaanishi baridi, haimaanishi kujitenga, inamaanisha kujirejelea. Hali yako ya kihisia inaongozwa na viwango vyako sio tabia za watu wengine. Utambulisho wako unaamuliwa na matendo yako, sio maoni. Thamani yako inaamuliwa na uadilifu wako, sio makini. Unapokuwa thabiti ndani, watu huhisi. Wataona uwezi kuyumbishwa, wataona uwezi kudanganywa, wataona uwezi kudhibitiwa kihisia. Na wanadamu kwa asili huheshimu kile wasichoweza kukisogeza. Umepata kitu? Tuambie nini unafikiri kwenye maoni. Vile vile usiache kuonyesha upendo kwa kulike na kusubscribe. Hadi wakati mwingine.